Habari ya uzima Amen. Heri ya mwaka mpya Amina, asante. Namshukuru Mungu na mimi. Kwa majina yako kaka, unaitwa nani? Kwanza kabisa kwa majina yangu naitwa Frank. Eh, ni mwenyeji wa Ipagara. Eh, nasali kanisa la Karmeli Assemblies of God. Leo um, tumekuwa na ibada njema lakini pia katika ibada leo tulikuwa tuna kuandika mahitaji au mipango na mikakati yetu ambayo tunatamani Mungu aifanye mwaka elfu mbili na ishirini na sita na mtumishi wa Mungu amejiombea. Wewe umejiandaje kupokea majibu ambayo Mungu umeyaleta leo kwenye madhabahu ya Mungu, kwamba unatamani Mungu moja mbili tatu, Mungu afanye, umejipangaje kuyapokea majibu yako? Eh, mnashukuru kwa swali zuri. Kwanza asante, kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri lakini Karmeli Assemblies of God ni mahali sahihi ambapo mimi nimefika, sikutegemea kiukweli. Mara nyingi tunapenda kupokea mwaka e, kwa mambo tofauti tofauti, lakini leo mchungaji amefanya kitu cha tofauti sana. Kiukweli nimeandika mahitaji yangu na mategemeo yangu ni makubwa sana sana sana. Ni hilo tu, dada. Na Mungu akubariki sana, kaka. Uwe na mwaka mpya mwema. Mungu akuzidishe na akujibu maombi yako sawa sawa na imani yako ulivyoamini. Amina. Uwe na wakati mwema na sherehe njema. Amina, mimi nashukuru sana. Amina, barikiwa. Amina, asante. Na hapa mbele yetu naona kuna dada, ngoja tupate mawili matatu kutoka keki. Bwana Yesu asifiwe. Amina, shalom. Shalom za uzima wako. Heri ya mwaka mpya. Asante, heri pia. Umeupokeaje mwaka mpya wa elfu mbili na ishirini na sita? Namshukuru Mungu kwa uzima. Nimeupokea kwa furaha, nashukuru kwa neema hii. Amina. Sasa nimetamani ni nipate maoni kutoka kwako, kwa kidogo tumefundishwa leo habari ya miungu migeni, na kati ya vitu ambavyo Bishop aliviongea leo, Dr. Evans Lucas Chande aliongea kwamba chochote unachokipenda kupitiliza na mtu labda akakiendekeza, mara nyingine hicho kitu huwa kinachukua nafasi ya Mungu na kinakuwa Mungu kwa huyo mtu. Sasa mimi nimetamani kujua kwako, mwaka elfu mbili na ishirini na sita umejipangaje kumpa Mungu nafasi ya kwanza, iwe kwenye huduma, iwe kwenye familia yako, iwe kwenye chochote kile, kwenye kazi yako. Okay, asante. Kwanza kabisa Mungu anisaidie, maana kwenye sekta ya miungu nimeona ni inakula nafasi kubwa kuna watoto, kunatokea mda mwingine tunawapenda sana watoto mda mwingine kuliko hata Mungu. Kuna mm. kazi. Mtu nasema sasa, nisipofanya kazi nitaishije? Nitakulaje? nitaendeshaje maisha? mm. Kwa hiyo natamani mwaka huu, yani before kila kitu awepo hapo Mungu yani, god over everything, kila ninachokifanya, kila nachotaka awepo hapo Mungu yani, kisiwepo kitu cha kunifanya nikapima kati ya Mungu na kazi. Mm. Ikitokea nimetaka chochote, niwaze kwanza nimwaze Mungu kwanza, niongee kwanza na Mungu then ndo niende kwa watu wengine, niende kwanza nikafanya ya Mungu afu then Mungu pia atajua namna ambavyo atafanya mambo ya kwangu. Nadhani mwaka huu Mungu anifanyie wepesi. Amen. Amen. Mungu akubariki dada... Dada Lucy. Dada Lucy. Mungu akubariki sana, nashukuru kwa muda wako pia. Ubariki sana na uwe na mwaka mpya mwema Asante ubarikiwe. Happy New Year. Happy new Year. Heri hmm. hmm. ya mwaka mpya mtu wa Mungu hapa mbele yetu tuko na dada natamani naye na vitu, vitatu. Oh. Bwana Yesu asifiwe, dada. Amina, habari yako Salama. kwa majina yako dada unaitwa nani? Naitwa Mariam Chota Mariam Chota. Mariam unatokea wapi? Natokea mkoa wa Dodoma, Ilazo. Ah, Mungu akubariki dada Mariam. um, nimetamani tuwe na nikuuliza maswali machache. Mwaka jana 2025 tarehe moja tulikuwa na ibada mahali hapa Karmeli, na kati ya vitu tulivyofanya, tuliandika maombi na mahitaji ya mwaka mzima ambayo tuliyaleta kwenye madhabahu. Tulitamani kuona Mungu akiyafanya na akiyajibu, naamini na atakuwa amefanya, kwa sababu pia tumeshuhudia watu wengi wakimshukuru Mungu kwa Mungu yale mengi aliyoyafanya ambayo waliandika kwenye karatasi zao. Mimi ningependa kwa ufupi angalau tuambie ni mambo mangapi ambayo uliyaandika kwenye mahitaji yako na Mungu ameyafanya kama ulivyomwomba? Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa kunipa hii nafasi nyingine tena. Amen. Kwa mahitaji ambayo niliyaomba elfu mbili na ishirini na tano Januari, hmm, yapo mengi ambayo ameyajibu Mungu, lakini nitayaeleza machache. Amen. La kwanza kabisa, hmm, nilimwomba ulinzi. Ulinzi wa kwangu mimi pamoja na familia yangu. Namshukuru na hmm, Mungu hayo ametenda. Pili nikamwomba Mungu anifanikishe katika no. biashara yangu. Amen. Tatu nilimwomba Mungu anisimamie katika huduma ninayofanya kanisani. Amen. Hilo pia nimemwona Mungu akinitendea. Namshukuru Mungu kwa hilo. Amina. Pia ningependa kusikia kutoka kwako. Je, umejipangaje? Na leo pia tulikuwa na kipindi kama ambacho tulikifanya mwaka jana, pia tumeandika maombi yetu na mahitaji yetu ambayo tumeyapeleka kwenye madhabahu. umejipangaje? Au una matumaini gani kwa Mungu kwa yale ambayo umeandika kwenye madhabahu, uliyoandika kwenye karatasi na kuyapeleka kwenye madhabahu. Matumaini nilionayo na matarajio kwa Mungu, nimemwomba hatua ambayo nimeipiga elfu mbili na ishirini na tano, aniongezee katika huduma. Yani nikuwe kiroho, nikuwe kibiashara, nikuwe kiuchumi. Yani niwe mtu mwingine tofauti na elfu mbili na ishirini na tano. Amen. Mungu akubariki sana, dada mm, Mariam, na uwe na wakati mwema na sherehe njema za mwaka mpya mm, ubarikiwe pia amina. Amina. Basi tunamshukuru Mungu sana, amekuwa mwema sana sana siku ya leo ya tarehe moja ya mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita, hapa Karmeli Assemblies of God Dodoma Ipagala makao makuu kwa Bishop Dr. Evans Lucas Chande, tumekuwa na ibada njema, tumekuwa na wakati mzuri sana, tumemwomba Mungu, tumemsifu Mungu. Lakini pia kuna jambo moja la msingi, tumeandika maombi na mahitaji yetu na mipango yetu mingi ambayo tumetamani kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ambao tumeuanza. Mungu atuonekanie. Tunamshukuru Mungu sana. Tunaamini Mungu atakuwa pamoja nasi, tunaamini Mungu atatujibu kwa ukubwa. Karibu sana Karmeli Assemblies of God Dodoma Ipagala kwa Bishop Evans. Karibu sana uje uabudu nasi, Mungu akubariki sana. Niwatakie watu wote wanaotutazama kwenye social media zetu Instagram, TikTok, Facebook na YouTube, Mungu awabariki sana na muwe na mwaka mpya mwema. Happy New Year.